Mwalimu wa taaluma kutoka shule ya msingi Mbogo ah. Shule ya msingi Mbogo ni shule shikizi shule hatuna madawati pale ya wanafunzi wanakuza kwa mia tatu kama hamsina kitu, ila tuna madawati hamsini Hayo madawati madawati hamsini am, tunatoa madawati sita kwa ajili ya kutumia walimu. Kwa hiyo changamoto ya pili kwamba walimu pale hatuna viti na meza, tunalazimika kutumia madawati ya nini? Ya wanafunzi kwa ajili ya kukalia. Lakini pia wakati wanajenga ile shule, ofisi ya walimu ya public haikukamilishwa, iliachwa, ambapo inatulazimu kukalia kukaa darasani na ile ile darasa litatumika kwa ajili ya mwaka kesho darasa la saba. Kwa hiyo ina maana walimu tukae wapi? Ina maana kwamba hiyo ofisi itakuwa ikarabatiwa, angalau walimu tuingie na kuingia mbele panahitaji viti na meza. Hatuna viti na meza na ofisi ya walimu haijakarabatiwa ukarabati huo. Lakini madam kama upi kwenye ile ofisi be ukarabati ambao haujamalizika pale, ile ofisi, kikubwa zaidi na ambacho ndio nani cha muhimu ni simenti kwa chini, so. hey, so, haina floor Si chumba tu ofisi, si chumba kimoja, ni chumba kimoja eh, e. <laughs> changamoto nyingine ni nyumba, nyumba nyumba za walimu angalau tungepata ile, naliongea mbele hapa ya mwenyekiti pia wa shule. Mwenyekiti wa shule, naomba kama ingewezekana, uongozi wa kijiji tungepata hata nyumba ya tope. hatulazimishia tupate nyumba kubwa, labda ya gharama ambayo itachukua miaka saba nane, angalau tupate hata nyumba ya tope ambayo itaweza angalau kutusaidia kwa muda. Unajikuta mwalimu analazimika kuishi mtaani kule, mtaani kiangalia nyumba za mtaani hazina hadhi ya mwalimu kukaa, una unasema kwa wanazinga moto wa kwanza, sababu wakati mwingine bwana kaliso nyumba samani, lakini mwalimu yule unajikuta kaingia kwenye changamoto ambazo kwa ukija kuangalia chanzo, kwa sababu anaishi karibu na nini na jamii, anapanga mitaani, ila kungekuwa kuna shule kuna nyumba pale shule ingemsaidia na ingemstili kuna siri zake nyingi ambazo singevichuka wapi mitaani, zingeshia wapi huko shuleni. Lakini pia hasil, kuna wakati mwingine walimu tunahitaji kujistili, unajistili wapi? Hatuna pa kujistili kwa sababu nyumba hakuna, lakini changamoto pale, pale madam hapo, hmm, kwenye shida ya ofisi. Hata hizo pale za ukarabati zile ia ukarabati. Sijajua huwa zinatoka ila ki zina kiukweli, zinatoka ila zikitoka shule ile ni ndogo, yeah. Na hela inayoingizwa ni ndogo, ndogo. Kwa hiyo inafanana kwamba ile pesa ndogo inayoingizwa inakumbana na changamoto nyingi kiasi kwamba unakuta kwenye ukarabati mdogo mdogo inakuwa kama haitoshi changamoto hizo pesa hiyo ndogo ikiingia, ua changamoto ndogo inapotea kabisa. Atalongea mwalimu mkuu make yupo hapa sawa. Maana yake mifuko mitatu ni shilingi ngapi? Mifuko mitatu ni shilingi ngapi?

Unapoona namtianakamali kama hii pesa zetu ambazo zinatoka zikae, inabidi tutafute mfumo wa kwamba kwa za ile zipate na mashine ina asili, kwa sababu kuna mitihani mingine baada ya kushughulikiwa na baraza nimeshutua nimeshushwa, hmm, ngazi za nini ya shule ambao sasa shule inasimama kama baraza. Kwa hiyo kama kwa peji zile zile mitihani mnayokuwa mnaipokea ile softi, utaratibu uitoe vile vile, na ifanyike kwa utaratibu ule ule wa baraza ambao shule inatakiwa kufanya nini, ishughulikie ambayo inakosti hela nyingi sana, kiasi kwamba unajikuta hela ya shule hiyo inayoingia haitoshi, inabidi tena uingie na wewe kufanya nini kuwezeshwa kwa sababu tayari yale ni mamlaka umepewa, uwezi kuyaathiri kwa ko. Hizo ndio changamoto ambayo kaana mbaya